Ni kukaribishe tena katika chaneli hii ya Moshiro Online TV na kama ni mara yako ya kwanza kupata video zetu ni kukumbushe kushuka chini ya video hii na kugusa yale maandishi mekundu ambayo yameweza kuandikwa subscribe pamoja na alama ya kengele ili uweze kuwa mwanafamilia ambaye habari zote za kispoti na kiburudani zitakuwa zikikufikia popote pale ulipo. Mchezaji Sadio Mane amekamilisha uhamisho wake wa kujiunga na klabu ya Saudi pro League, Al Nassr msimu huu wa joto na Fuadi huyo wa Senegal, amekuwa moja kati ya wa wachezaji wanaolipwa fedha nyingi kwa sasa. Klabu ni hapo na katika listi hii ya wachezaji watano, Sadio Mane anashika nafasi ya kwanza baada ya kufanya makubwa kwenye soka la ushindani barani Ulaya kwa miaka mingi akiwa na Liverpool, ambapo alitoa taji la ligi ya mabingwa Ulaya msimu wa 2018 2019 akiwa na medali ya mshindi wa pili msimu wa 2017, 2018 na na msimu wa 2021, 2022. Mane ambaye mambo haya kumwendea vizuri Ujerumani ameamua kutua zake kwa Wasaudia ambako atakuwa akivuta mkwanja mrefu zaidi kuliko mchezaji yeyote wa Kiafrika, paun laki sita na hamsini. Hakuna ambacho Mane alikuwa amebakisha Ulaya, ndiyo maana licha ya mambo kuto kumwendea vizuri akiwa na Bayern, ilikuwa rahisi kwake kukubali ofa ya Al-Nassr. Na ikumbukwe kuwa aliondoka Liverpool akiwa na mataji ya ligi kuu England, kombe la FA pamoja na EFL Cup. Na ndani ya msimu mmoja aliocheza na Bayern amebeba Bundesliga na DFL Super Cup. Mchezaji wa pili katika listi hii ni Riyad Mahrez na Julai 19 mwaka 2023 iliripotiwa na BBC kuwa Manchester City imekubali kumuuza nyota wake Mahrez kujiunga na Al Ahli ya Saudi Pro League. Usajili wake ulithibitishwa Julai 28 ya mwaka 2023 kwa Mwaljeria huyo kusaini mkataba ambao utamalizika mwaka 2023. mkataba huo utamfanya kuwa anakunja paundi laki nne na themanini na moja kwa wiki, na kwa mantiki hiyo atakuwa ni mchezaji wa pili kutoka Afrika ambaye atakuwa akilipwa mkwanja mrefu zaidi duniani. Mahrez ameondoka England akiwa amebeba taji moja la ligi ya mabingwa Ulaya msimu uliopita wa 2022 2023, manne ya ligi kuu England kwa msimu wa 2018 2019, msimu wa 2020 2021, msimu wa 2021 2022, pamoja na msimu wa 2022 na 2023, na amefanikiwa pia kubeba mataji mawili ya afa mwaka 2018 2019 pamoja na msimu wa 2022 na 2023, na, na, na, na matatu ya Karabao ikiwa ni mwaka 2018, 2019 pamoja na 2019, 2020, na, na pia 2020, 2021. Mchezaji wa tatu katika listi hii anajulikana kama Kalidou Koulibaly juni 25 mwaka 2023 ilitangaza kuwa Kalidou ambaye alikuwa akichezea chelsea alisaini klabu ya Saudi Pro League proligue Al Hilal kwa ada ya pauni milioni 20 beki huyo wa kimataifa ya Senegal ambaye alizaliwa Saint-Die-des-Vosges ufaransa hakufurahia maisha yake ya soka akiwa england kutokana na chelsea kupitia kipindi kigumu msimu uliopita kabla ya kuuzwa kwa sasa Koulibaly ambaye alifanya makubwa kwenye soka la ulaya akiwa na napoli atakuwa akivuna pauni laki nne na kumi na mbili elfu kwa wiki. Na mchezaji namba nne katika listi hii anajulikana kama Mohamed Salah, nyota wa Liverpool. Mohamed Salah anashika nafasi ya nne kwenye orodha ya wachezaji wa kiafrika ambao wanakusanya fedha nyingi kwa wiki kutokana na mishahara yao, na anavuta pauni laki tatu na hamsini kwa wiki. Na kwa wale ambao wanacheza soka la kulipwa Ulaya tu anashika namba moja. Sala ni moto wa kuotea mbali na Januari 7, 2023 alimpita Ken Daklish katika nafasi ya sita kwenye orodha ya wafungaji bora wa muda wote wa klabu hiyo na kufikisha mabao 173 kwenye mechi 280 alipofunga bao la pili katika sare ya mbili mbili dhidi ya Wolves wakiwa Anfield kwenye kombe la FA. Na mchezaji ambaye anashika nafasi ya tano katika listi hii ya wachezaji wa Kiafrika wanaolipwa zaidi katika mchezo wa mpira wa miguu anajulikana kama Eduardo Mendy. Mendy alisajiliwa na klabu ya Saudi Pro League Al Hilal Juni 28 mwaka 2023 kwa mkataba wa miaka mitatu wa ada iliyoripotiwa na vyombo vya habari vya Uingereza kuwa karibu pauni milioni 16. Kipa huyo ambaye alibeba taji ya ligi ya mabingwa Ulaya akiwa Chelsea anafunga orodha hii kwa kuwa anakusanya pauni laki mbili na 27 like, kwa wiki ili uendelee kuwa wa kwanza kupata video zetu, ni kukumbushe kushuka chini ya video hii na kugusa maandishi mekundu ambayo yameweza kuandikwa subscribe, ili uweze kuwa wa kwanza kupata video zetu punde tu zinapokuwa zimetoka.